studio zetu na miongoni mwa magazeti basi ambayo utapata kuyasikia ama kuyangalia japo kwa uchache ni gazeti la Jambo Leo, Sauti ya Jamii, gazeti la Uhuru, Ukweli Daima, Raia Mwema, Mwungwana ni Kitendo, Mwananchi na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, bila kusahau gazeti la Tanzania Daima, Sauti ya Watu. Nikianza na gazeti la Jambo Leo Sauti ya Jamii, ukurasa wake wa mbele laandika kilichomponza ane Kilango chabainika, afya mumewe yaelezwa kuchangia. Lakini pia ukiachana habari hiyo, polisi ya kwepesha mkataba wa Lugumi uh, madudu yabainika, madai ya watumishi wa serikali, bunge la Brazil kumng'oa rais Russef. Uh, ukiachana habari hiyo, CCM inawezekana kung'oka hasema duni hii. Ni gazeti la Jambo Leo sauti ya jamii katika ukurasa wake wa mbele nikiziangazia kurasa zake za ndani. Ukurasa wa pili CCM inawezekana kung'oka sema duni. Lakini ukurasa wa tatu, madudu yabainika, madai ya watumishi, ni habari kutoka Lindi. Kortini kwa tuhuma za kuuza meno ya tembo. Lakini kiachana habari hiyo, taboa wataka wapunguziwe kodi, mmiliki wa daladala jela miezi tisa kwa kubadili njia, Takukuru ya chunguza wabunge huu ni ukurasa wa tatu, lakini ukurasa wa nne kilichomponza ana Kilango cha bainika. Habari hii mtazamaji, inapatikana katika ukurasa wa nne, lakini pia inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini pia kwenye ukurasa huu wa tano kuna habari nyingine, polisi ya kuepesha mkataba wa Lugumi, ni mwendelezo habari kutoka ukurasa wa kwanza. Na huu ndio mwonekano wa gazeti la Jambo Leo, sauti ya jamii katika ukurasa wake wa mbele, lakini bila kusahau baadhi ya kurasa za ndani. Uhuru ukweli daima lenyewe laandika, ukaguzi wa CAG umegundua madudu kibao, asema Majaliwa. Madeni mengi kwenye halmashauri yabainika ni hewa. Ukiachana habari hiyo, uchaguzi wa CCM mwakani, wenye jeuri kwa nguvu ya pesa hawana nafasi. Ukurasa huu wa mbele gazeti la Uhuru, kuna habari picha inaonyesha rais wa Zanzibar Dkt. Ali Mohamed Shein akiongoza kikao cha kwanza cha Baraza la Mapinduzi BLM tangu alipochaguliwa tena kuendelea kuongoza Zanzibar Ikulu mjini Unguja jana. Lakini uh, wafanya biashara waporomosha uchumi yasema TBS. Ni gazeti la Uhuru ukweli daima katika ukurasa wake wa mbele. Kurasa zake za ndani gazeti la Uhuru, ukurasa wa tatu, operesheni ombaomba kuanza da Makonda awataka warudi kwao. Lakini uh, tuzo ya Magufuli kuanzishwa. Mtaka awakoromea polisi, ni habari kutoka uh, Shinyanga. Wafanyabiashara waporomosha uchumi asema TBS. Lakini ukurasa huu wa tatu kuna picha inamwonyesha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Po Makonda akizungumza na waandishi kuhusu agizo la kuondoa ombaomba kuanzia Jumatatu ijayo, akiongozana na kamishina wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Simon Siro. Ukurasa wa nne wenye jeuri kwa nguvu ya pesa hawana nafasi. Lakini ukaguzi wa CAG umegundua madudu kibao asema Majaliwa, ni habari ambayo inatoka katika ukurasa wa kwanza. Ukurasa huu wa nne JPM aongoza mamia kuaga mwili wa Kristina Mwai. Na kuna picha inamuonesha Rais Dr. John Magufuli na mkewe Janet Magufuli wakiongoza waombolezaji kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa aliyewahi kuwa mbunge wa viti maalumu Chadema marehemu Christina Lisu Muwai katika ukumbi wa Karimjee Dar es Salaam jana. Lakini ukurasa wa tano, shaka aagiza makatibu kujengewa nyumba, ni habari kutoka Arusha mwanafunzi Tarakea ajifungulia darasani ni kutoka Rombo. Lakini viongozi wanawake wa wapashwa waliofanya ubadhirifu mradi wa viwanja Babati kushughulikiwa. Ukurasa wa tano, kuna picha inamwonyesha makamu wa rais, Samia Suluhu Hassan akisalimiana na katibu wa halmashauri kuu ya taifa neki ya CCM uchumi na fedha, Zakia Meghi alipowasili kituo cha makutano cha kimataifa cha Mwalimu Nyerere Dar es Salaam jana kuzindua kongamano la wanawake katika uongozi linaloandaliwa na taasisi ya uongozi wa taasisi ya uongozi. Lakini pia aliongozana na spika mstaafu Anne Makinda. Hayo ndio yaliyojiri katika baadhi ya kurasa za ndani gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Raiya Mwema, muungwana ni kitendo lenyewe, laandika Magufuli Kikwete wa pashana. nimesikia maelezo yako kwa makini, naomba kusema kwamba haya matatizo yaliyopo sasa yalitengenezwa na sisi wenyewe na wengine waliosababisha haya matatizo wako humuhumu. Ni ukurasa wa mbele, lakini Askofu Kweka mahakamani, ni habari kutoka Moshi. Kupayuka sasa mwisho asiyasema CHADEMA ukiachana habari hiyo, siri ya polisi, machinga wa Mwanza polisi mbea la wamani kwa kifo cha raia. Zipo kazi za kidiplomasia za rais Magufuli hawezi kuzikwepa, lakini rais atumbua majipu, lakini usisahau, imeonekana hivyo katika ukurasa huu wa mbele, gazeti la Raia Mwema. kurasa za ndani. Ukurasa wa pili, siasa za kupayuka sasa mwisho, yasema Chadema, ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza. Lakini ukurasa wa tatu, rais Magufuli Kikwete wapashana. Ukurasa wa nne, siri ya polisi machinga wa Mwanza. OCS o, si, Makoroboi ndiye alibuni umoja wa machinga. IGP Mangu Kamanda Siro Mlowola ndio walezi lakini ukurasa wa tano, askofu Kweka kufikishwa mahakamani ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza, katika gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti la Mwananchi, habari kubwa, DCDED DC, DC, wa mruka Kilango kwa JPM ni kuhusu kutoa taarifa za kutokuwepo wafanyakazi hewa wilayani Kishapo lakini pia Lukuvi aagiza taasisi zake kujenga majengo, nia ni kukwepa gharama kubwa zinazotozwa na wapangishaji. Maofisa habari wa klabu Tanzania, visa vituko vyao. Lakini TB Joshua atajwa kashfa ya mapesa ya Panama. Jeshi la polisi la kwama kuwasilisha mkataba wa Lugumi. A, lakini ukurasa huu wa mbele kuna habari picha inayomwonyesha Rais John Magufuli akitoa heshima ya mwisho mbele ya jeneza lilobeba mwili wa aliyewahi kuwa mbunge wa viti maalumu Chadema Christina Lisu katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam jana. Ukiachana okay, habari picha hiyo akasia ndani ya kashfa nyingine, lakini hospitali Muhimbili wachanganya maiti. Mwananchi yaongoza wateule wa tuzo ya Ijati. Ni gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Nipashe, mwanga wa jamii, lenyewe watumishi hewa, ngoma nzito, wasema otu aonya si swala la kumalizwa leo au kesho. Kutumbuliwa Ane Kilango kwapokewa kwa hisia tofauti, lakini JK afunguka maisha ya uraiani asema anajiandaa kumwachia chama Magufuli yeye atabaki mzee mash, ma, mashughuli. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa kumi na mbili. Lakini Kafulila amriwa kulipa gharama kesi ya ubunge. IPP Media ya ng'ara wateule tuzo IJT. Ukiachana habari hiyo, serikali Magufuli u, ya Magufuli imejaa wapenda kushangiliwa, yasema Chadema Bunge latoa siku tatu kwa polisi kupeleka mkataba wa Lugumi. Watanzania chukieni ufisadi kama Nyerere, Sokoine asema Magufuli. Ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake wa mbele kurasa zake za ndani, ukurasa wa tatu. Dereva teksi Iringa mbaroni akituhumiwa kubaka abiria. Wafugaji wapigwa stop kwenda na sime mapanga kwenye mikusanyiko, ni habari kutoka Nkasi. Ukurasa wa pili, IPP Media yang'ara, watoure tuzo za ijeti. Kizimbani kwa tuhuma za kusafirisha pembe za ndovu. Waratibu uwezeshaji wananchi kiuchumi kuondolewa Mbeya kesho lakini Tanzania inapoteza shilingi trilioni moja bidhaa feki asema Dr. Mengi. Ukurasa wa nne: Kafulila alipe gharama za kesi ya kupinga matokeo yasema koti. Lakini mhadhiri OUT azindua kitabu kuhusu uhuru wa habari nchini. Upelelezi kikwazo kesi ya kina Mataka. Lakini ukurasa wa tano: Sumatra yaitia ya kitanzi Samri mabasi mawili ya champion Tazara yakatiwa umeme kwa deni la milioni 337. Hili ni gazeti la Nipashe ya mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa mbele lakini pia katika baadhi ya kurasa zake za ndani. Tanzania Daima sauti ya watu laandika Lugumi, kampuni ya Ikulu, ni habari ambayo imeandikwa katika mfumo wa swali. Lakini wagonjwa wamshushia kipigo muuguzi, ni habari kutoka Siha Magufuli avuruga serikali CCM kiama cha ombaomba omba, dada poa cha tuada daa wauguzi wanawa dripu kwa ukosefu wa maji. Ni gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu katika ukurasa wake wa mbele. Kurasa zake za ndani. Ukurasa wa tatu: wagonjwa wamshushia kipigo muuguzi, dada walisu kuzikwa leo. Huu ni ukurasa wa tatu, lakini ukurasa wa pili ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza kwenye habari inayosema kampuni ya ikulu habari, ambayo imeandikwa katika mfumo wa swali. Ukurasa wa nne: hatima ya Kube, Kubenea leo a, dhibitini matumizi ya fedha asema Abudi, lakini Tanapa yabanwa.